Mikakati ambayo tunayo serikali, la kwanza kuendelea kuongeza kongani za viwanda, kwa sababu tunaamini kupitia viwanda hatutaongeza tu uh, mapato ya nje, lakini vile tutaongeza ajira na tutaongeza mapato ya ndani, lakini vilevile vile kuendelea kutekeleza sera zetu ambazo ni himilivu. Tunazo sera ambazo ni kuu, lakini vilevile tumekuwa tukija na sera mbalimbali kulingana na mabadiliko ya mazingira ya biashara ambayo yanakuja mara kwa mara. Kwa hiyo tumeendelea kuongeza uratibu ili kuhakikisha mazingira ya kufanya biashara Tanzania yanapunguza urasimu lakini vile vile yanaendelea kuwa rafiki kwa wawekezaji, rafiki kwa wafanyabiashara na rafiki hata kwa watanzania wa kawaida ambao kila siku wanatamani kuendelea kufanya biashara lakini vile vile tumeendelea kuboresha um, uh, sera zetu ili kuongeza viwanda ambavyo ni vya manufacturing ambavyo kwa kiasi kikubwa vinasaidia kwa kiasi kikubwa sana kuongeza pato la taifa lakini vile vile kuongeza export kutoka nje. Tukiongeza viwanda vingi zaidi leo, inamaanisha tutaongeza uzalishaji wa malighafi, lakini vilevile tutaongeza pato la taifa na ambalo moja kwa moja linakuwa lina impact kwenye mapato yetu ya nje. FCC inadili na maeneo zaidi ya manne, lakini kubwa ambalo tumekubaliana la kwanza ni uendelevu wa ufanisi consistency, yaani kazi zetu zinagusa Watanzania kila siku ya maisha yao. Kwa hiyo ni majukumu ambayo lazima yafanyike kwa ufanisi kila siku, kama ni kudhibiti bidhaa feki, kama ni udhibiti wa ushindani, kama ni kumtetea mlaji, ni majukumu ambayo lazima yafanyike kwa kila siku, kwa sababu yasipofanyika, unaona pale kuna ombwe kwa Watanzania. Kwa tumekubaliana kuendelea kufanya kazi zetu kwa uendelevu mzuri na ufanisi, yani consistency. Lakini la pili, tumekubaliana kuongeza njia za kumfikia mtanzania zaidi. Tunazo njia za kuwafikia walaji wetu, lakini tumekubaliana kuongeza mapana kulingana na mahitaji ya sasa. Watanzania wengi wako kwenye ma, kwenye mitandao ya kijamii. Watanzania wengi hawatumii tena zile uh, njia za kawaida ambazo tumezoea kuzitumia kwenye kuwafikia ikiwemo SMS na kupigana simu. Wanatamani uwafikie kwa njia ambazo ni za mitandao ya kijamii ambazo ni rahisi kwao, akiweka tu bando lake anaweza kukufikishia ujumbe na wewe ukafanyia kazi. Kwa tumekubaliana kupanua wigo wa kuwafikia wateja wetu ambao ni walaji kwa ajili ya kuboresha ufanisi wetu. Lakini la tatu, tumekubaliana taasisi hii inao mchango mkubwa sana kwenye kufikia malengo ambayo tunayo kwa miaka mitano ambayo ndo mategemeo ya Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan. Kwao tumekubaliana kuwa kiungo cha muhimu kwenye kuhakikisha tunatekeleza majukumu yetu, ili taasisi nyingine na sekta nyingine zinazotutegemea ziendelee kufanya majukumu yao kwa ufanisi zaidi, kwa sababu udhibiti wetu sisi unao uh, effect moja kwa moja kwenye mazingira ya biashara kwenye sekta nyingine pia. Lakini kubwa zaidi, tumekubaliana tutaendelea kushirikiana kuhakikisha tunafanya majukumu haya kwa ufanisi na weledi mkubwa na uaminifu mkubwa sana ili kuweza kuwatumikia vizuri Watanzania.